Karibu tena. Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya wakimbizi duniani, upo mwanga wa matumaini katika kambi ya Dadaab katika kaunti ya Garissa. Licha ya maisha kuwa magumu katika kambi hiyo kubwa zaidi duniani, mkimbizi mmoja kutoka Somalia alijinasua kutoka lindi la umaskini kambini na kusomea taaluma ya uuguzi baada ya kupata ufadhili wa elimu na sasa anafanya kazi katika kambi ya Dagahley iliyo chini ya Dadaab. Dadaab ndiyo kambi kubwa zaidi ya wakimbizi ulimwenguni ikiwa na watu zaidi ya laki nne ishirini waliosajiliwa katika makundi matatu. Kambi hii iliundwa mara ya kwanza katika miaka ya 90 ili kuwahifadhi wakimbizi waliotoroka vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Somalia. Hali hapa si hali, mazingira ni ya kutamausha, umaskini ni wa kiwango cha juu kwa wakazi wa Dadab. Uhaba wa chakula na maji pamoja na uchafu ni changamoto za kila siku. Hata hivyo, katika kambi ya Dagale kuna mwanga wa matumaini. Kutana na Farah, mwanaume aliyeishi hapa kwa miaka mingi baada ya kutoroka vita vya Somalia. Anawakilisha maisha ya wengi hapa.

Fara alisomea katika shule ya msingi na sekondari katika kambi hii ya Dagali na kuhitimu kuwa mwalimu wa shule ya msingi. Kazi hiyo ilimfaa kuchumia familia yake na jamaa zake. Baadaye alipata ufadhili wa elimu ya utabibu wa shirika la madaktari wasio na mipaka MSF wanaomiliki zahanati iliyo kambini. Hiyo ilikuwa nafasi murwa ya kufanya kazi aliyoitamani katika sekta ya afya also. Akiwa mmoja wa, wa jamii ya wakimbizi, Farah anafahamu fika mahitaji yao anapohudumu akiwa muuguzi. Madaktari wanasema yeye ni mwamba katika timu yao. Ufadhili the so wa elimu wa MSF wa haupatikani kwa urahisi, lakini Farah aliikumbatia fursa hiyo ilipojitokeza. Na sasa anaitumikia jamii yake huku akitumai atapata kibali cha kuendeleza taaluma yake nje ya kambi hii.